DW Kinagaubaga, na karibu sana msikilizaji wa DW pote pale ulipo. Mimi naitwa Mohammed Khelef, na hiki ni Kinagaubaga. Kwa mara nyingine tena, tunaelekea nchini Tanzania, taifa la Afrika Mashariki, ambayo ndio kwanza vimemaliza uchaguzi wake mkuu wa, wa Oktoba 29 mwaka 2025 lakini ulitandwa na matukio kadhaa yanayoripotiwa ya, ya mauaji, vifo na uvunjwaji mkubwa wa haki za binadamu, licha ya ushindi mkubwa kabisa uliotangazwa wa Rais Samia Suluhu Hasani kwa upande wa jamhuri muungano, na upande wa Zanzibar Rais Hussein Ali Mwinyi, wote kutoka chama tawala Chama cha Mapinduzi CCM. Tunaungana hapa na Bwana Fulgence Massawe kutoka kituo cha haki za binadamu sheria cha Tanzania kuzungumzia kuhusu mambo haya yanavyokwenda. Bwana Masawe, karibu. Nyingine gaubaga, asante sana Mohammed. Naam, jambo la mwanzo kabisa, ebu mpe picha mtazamaji wetu ya hali ya haki za binadamu kuelekea wakati na baada ya uchaguzi huu mkuu ya hali ya haki za binadamu kwa Tanzania, ni kwa mara ya kwanza uchaguzi umekuja na hali ambayo ni tete kidogo, ambayo kukiwa na viashiria kwamba uchaguzi huu ungekuwa na tatizo. Na kama uta, utataka kujua, ukiangalia vitendo vya mamlaka na kauli za viongozi, taasisi za kidini, vyombo vya habari na wengine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 watu wagonjwa wanashindwa kupata huduma. Haki ya uhai imekuwa hatarini kwa sababu mauaji, watu walioumizwa ni wengi, japo serikali imesema sio Watanzania Tanzania ni vikundi vya wahalifu walioingia kutoka nje. Lakini kikubwa kabisa, tua tunajua kwamba haki ya kupata taarifa ni haki ya msingi sana baada ya haki ya uhai. Sasa ukiangalia haki ya kupata taarifa kwa Tanzania ni kama toka tarehe ishirini na tisa imekuwa hakuna haki tunazungumzia naam, tunazungumzia yeah, yeah. Tunazungumzia sasa ikiwa takriban wiki moja tangu hiyo tarehe ishirini na tisa yenyewe, na kama ambavyo anazungumza kwamba upatikanaji taarifa umebanwa sana ndani ya Tanzania, tunasikia kuhusu taarifa za mauaji yaliyotokezea. Wengi wanasema zaidi ya wa watu mia tano, wengine wanasema zaidi ya wa watu mia saba, wengine zaidi ya watu elfu moja.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 Na kwa bahati mbaya tulikuwa tunapata simu kwa watu wanaoenda hata ofisini kuenda kuomba msaada. Mtu anakwambia nimetoka na mke wangu, natoka Magomeni alekea Mikocheni, amepigwa risasi huko nyuma ya pikipiki. Huyo anakwambia alikuwa ametoka ndugu yake, ametoka kufunga kibanda chake cha chips baada ya fujo kutokea, kwa sababu hakuna usafiri wa umma anatembea kwenda nyumbani, amepigwa risasi. Kwa ni vitukio ambavyo yametokea, ambapo huenda yameathiri zaidi hata wale watu ambao walikuwa hahusiki na maandamano au na fujo zilikuwa zinafanyika ni uraia wema walikuwa wanatembea, kwa hiyo katika hali ya kawaida. Naposema haki zimetatizwa, haki zimevunjwa nyingi tu: haki ya uhai, haki ya kupata taarifa. Na unapokuwa upati taarifa, huwezi kujua hata upite njia ipi au huduma ukapate wapi. kwa hiyo no. hata kujua ni duka lipi limefunguliwa au, au nipite njia ipi nifike sehemu fulani, imekuwa ni ngumu, maana taarifa hakuna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 na tukasogea mbele tukasema turekebishe wapi, kwa sababu e, mifumo yetu ya uchaguzi imekuwa ikilalamikiwa, katiba yetu imekuwa inalalamikiwa, jitihada za kurekebisha katiba yetu zilikwama. Tukiweza kupata meza ambayo tunazungumza lugha moja, tukasema basi tukaboreshe yale, yani ambayo tunalalamikia kwenye sheria na mifumo yetu, yanaweza kurejesha ule utulivu na ustahimilivu ambao utalinda misingi ya haki za binadamu kwa Tanzania.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 hatukupata ulinzi stahili tuliokuwa tunautegemea, hatukupata taarifa sahihi kwa muda ambao tunautegemea, kwa sababu pia kukosekana kwa taarifa pia inapelekea maafa mengine ambayo hayakutegemewa. Kwa hiyo mwisho wa siku, serikali haitakwepa kubeba lawama kwenye mazingira kama haya japo naaa watanyoshea mkono upande wa pili kwa sababu e, tumeshindwa kukiri kwamba ni wananchi wamefanya fujo. Sasa tunasema ni wageni walioingia nchini. Ni vizuri serikali ikapeleleza na ikadhihirisha umma walioingia nchini waliingiaje, kwa sababu hata jukumu la kulinda mipaka ni la nchi yenyewe. Walikuwa wapi mpaka watu wakaingia na kutuletea fujo walizozifanya? Kwa hiyo hata ukizunguka ukisema ni wageni, bado jukumu litarudi la serikali tu, maana ndio wenye mamlaka ya ulinzi na usalama wa raia. Naam, Bwana Masawe, swala la mwisho kabisa, ipi dhima ya taasisi kama yako, Kituo cha Haki za Binadamu na Sheria, katika muktadha huu uliopo hivi sasa? Dhima ni kwamba tusitafute mchawi, tukae tuzungumze, tujadiliane, tutafute mwafaka. Kusema kutafuta mchawi na kusudia, taasisi yako binafsi ya nyinyi watu wanaharakati ya, ya, wa, wana, ya, wana, ya, ya haki za binadamu na sheria mna dhima gani? ya, tuna, sisi tunaamini kwamba katika haki na usawa, kwamba kwenye jamii yenye haki na usawa, jamii ene haki na usawa ni jamii inayosikilizwa na ni jamii ambayo inatii, inatimiza wajibu wake. Kwa hiyo, ili kupata haki zako lazima mamlaka anazozifanya lile ambalo linabudi kufanyika. Kwa hiyo, tunaamini katika jamii yenye haki na usawa. Kwenye jamii yenye haki na usawa